Naam, karibu sana mwanafamilia wa Mapro TV katika segment hii ya kimichezo, ambapo bila hiana, bila shaka tumekuwa tukiangazia habari mbalimbali za kimichezo ambazo zinajiri ama line katika mitandao ya kijamii. Cha muhimu ni wewe kubonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama kengele, ili usipitwe na zile updates kali ambazo zimekuwa zi zikikuwa hapa kila siku. Um, kwa sasa tumekuwa tukiangazia zaidi mashindano um, ya ligi ya mabingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika CAF Champions League na CAF Confederation Cup, ambapo uh, katika michuano yote hiyo uh, tupo uh, katika ile group stage katika hatua ya makundi, ambapo uh, timu za Tanzania zimekuwa zikitupa karata zao dhidi ya timu zingine ambazo wapo katika makundi yao, na kubwa zaidi kwa sasa tunaangazia uh, taarifa kuhusiana na mchezo wa tarehe ishirini na mbili uliofanyika kule visiwani Zanzibar katika dimba la Amani Complex kati ya Dar es Salaam Young Africans dhidi ya AS Far Rabbat kutoka kule nchini Moroko, mchezo uliotamatika kwa Yanga kuondoka na ushindi wa goli moja kwa sifuri. Sasa uh, uh, AS Far Rabbat wana jana wameweza kutuma barua ya malalamiko kwenda katika shirikisho la soka barani Afrika CAF, ambapo uh, moja kati ya vitu ambavyo wamevilalamikia ni pamoja na maamuzi ya Refali kuwanyima goli lao la halali, kwa mujibu wao wenyewe, wakisema kwamba Refali wa mchezo huo amechezesha katika uh, kuwanyima haki yao na kuyafinya maamuzi ya sahihi. Na kwa upande wao na kwa maamuzi ambayo si sahihi, walitolea mfano baadhi ya matukio ambayo yametokea ya... ya baadhi ya fouls, lakini kubwa zaidi walilolalamikia ni goli ambalo wanadai halikuwa ni offside na wameweza kulipata dakika za mwishoni za mechi hiyo, lakini refali bila kuangalia vizuri, ameweza kuamua kwamba ile ni offside, lakini uh, wamelalamika na akidai kwamba hata ukirejelea katika uh, videos mbalimbali utagundua ama utaona kwamba hakuna mchezaji wa AS FAR Rabbat ambaye alikuwa amezidi. Kwa hivyo wanalitaka shirikisho la soka barani Afrika kuangalia kwa umakini uh, na kufuatilia mwenendo wa mchezo huo ili kufahamu nini kilikuwa nyuma ya mwamuzi huyo hadi kufikia mahala kuwa Uh, wameweza kunyimwa goli lao la halali. Sasa hapa nipo katika kukushambulia kidogo kidogo sana, kile ambacho kimetokea katika mchezo huo. Na je, goli halali ama halikuwa goli halali? Je, ilikuwa offside ama haikuwa offside? Twende pamoja ili upate kuelewa tukio ambalo lilitokea. Licha malalamiko ya AS Farabati kwenda katika shirikisho la soka barani Afrika CAF, lakini na binafsi nimeitazama vizuri marejeo ya video ile ya mchezo ule, na katika tukio lile, na nachokisema kwamba ile ni kweli haikuwa offside. Haikuwa offside hata kidogo, lakini si goli halali. Utaniuliza, kwa nini haikuwa offside halafu si goli halali? Haikuwa offside kwa maana, ukiangalia mpira kabla ya kupigwa na mchezaji wa mwisho, ambaye amempigia Uh, mchezaji ambaye ndio amepiga mpira wa mwisho utagundua kwamba hakuna mchezaji wa Far Rabbat ambaye alikuwa katika eneo la kotea. Kwa hiyo pale si offside, ilikuwa ni halali, lakini goli si halali. Kwa sababu gani? Goli si halali kwa sababu mchezaji uh, alipiga goli uh, alipiga mpira wa mwisho, kwa maana ndio ukaingia golini, alipiga kipindi ambacho refali tayari ameshapuliza filimbi ya offside. Kwa hiyo refarii uh, anapopuliza filimbi inamaanisha kuanzia muda ambao filimbi ishapulizwa pale, mpira wote ukipigwa hauisambiki, kama upo ndani ya ule mchezo. Kwa hiyo kitendo cha refarii kupuliza filimbi tu na yule mchezaji akaja akapiga Uh, mpila kuelekea golini nda baada ya filimbi ya mwamuzi, maanake pale inahesabika ule mpila amepiga katika ni nje ya mchezo. Uh, kwa hiyo haikuwa goli halali kwa sababu filimbi ya mwamuzi ilimfanya pia hata rigi diara weza kurelax na kuacha kuufata ule mpira, kwa sababu alishaamini kwamba tayari mwamuzi ameshatoa maamuzi ya offside ama vinginevyo, lakini mpira tena haurusiwi kuchezwa baada ya filimbi ile ya mwamuzi. Kwa hiyo um, haikuwa offside, lakini halikuwa goli halali, kwa sababu mpira wa mwisho umepigwa kipindi ambacho mwamuzi tayari ameshapuliza filimbi ya kuashiria kwamba mchezo usimame ama mpira upigwe kuelekea mwelekeo mwingine tena. Una maoni gani kuhusiana na sakata hili? Unahisi uh, wamenyimwa haki kweli ama ni halali kwa kile kilichoto